kulenga na kufikia malengo ambayo kwa kweli ni kuandaa na kutekeleza kampeni zinazolenga makundi mbalimbali mbali katika jamii yetu, lakini kukuza uelewa wa umma kuhusu njia za ufadhili wa gharama nafuu na kuhakikisha kuwa ujumbe thabiti kwenye uelewa miongoni unafika kwa wadau muhimu ili wananchi waweze kubadilisha tabia.